Kaacha alama ya kuongelewa hata miaka na miaka. Nitafurahi sana mheshimiwa mbunge, na wewe ukiacha alama na alama hiyo. Sasa kwa kuwa sasa tumeshawekewa alama, tumeshawekewa vitu mahala pa kutafutia riziki, maana soko naliona soko na nini, jengo la machinga lipo, barabara zipo, lakini alama hipi nayoisema, walau na wewe katika utawala wako uwezi kusema bwana, nilipokuwa mbunge katika miaka kadhaa ambayo Mungu atakakuwa mkujalia kwamba ah, walau kuna watoto kumi niliwasaidia kuwabeba wakapata ajira. Wakati umekuja hapa uliongea kusema kwamba ukiwa ni injinia, ukatoa mfano wa Karagwe, ukatoa mfano wa Kagera Sugar kwamba wapo vijana wengi ulikuwa unawasimamia, lakini tukiwatizama umma hatuwezi kuona. Lakini tapendeza tukijua katika ubunge wako unaacha alama kwamba walao watoto kadhaa wamepitia katika ushauri wako katika maelekezo yako, tunajua wewe uwajili lakini katika nafasi uliyoipata, mzazi anaweza kusema bwana, mimi mzazi sina cha kukupa, lakini walao mtoto wako nilikupa maelekezo haya, akapata ajira. Mzazi, ifanye hiyo, itapendeza ili uache alama, hata siku utakapokuwa unakuja katika mkusanyiko unasema bwana, Kashai, najivunia kwamba kuna vijana kumi na tano walikwenda polisi walikwenda jeshini, walipata kazi hizi wala nikienda mgembe labda kuna tukazaa na. Hata ukifika pale, wale wazazi watakufurahia sana, watakupokea kwa mikono miwili, kwa sababu yule mzazi umempa msaada endelevu kuliko kuniletea shilingi elfu kumi kisha mimi elfu kumi nikaimaliza, kwa hapo nikabaki nikiwa masikini. Mvuvi mzuri ni yule ambaye anamshika mtoto mwanao anampeleka ziwani kwenda kumfundisha kuvua kufu samaki kama alikuwa amezoea mtoto yule kumpa samaki moja mtoto akienda ziwani atakuja samaki tatu moja atampelekea mama familia baba moja atakula yeye moja atauza atapata, watapata chakula kwa hiyo naomba uwe mfano wa mvuvi atakayeweza kuwabeba watu na kuwapeleka ziwani kwa kulisha kuvua ili uweze kuongelewa vizuri mheshimiwa mbunge baada <coughs> hilo sasa taidi sana kuenzi hii Senet <coughs> ili wazee wetu baadaye labda wakifikia wakati na sisi ndiko tunakoelekea sisi ndio takuwa <coughs> <coughs> wazee wa Senet. Na Seneti hiyo tunaiongelea, tunaiongelea ile iliyokuwa pale, baada ya kuja mradi wa soko ikahamishiwa hapo, ili Seneti yetu tuendelee kuienzi. Wakati mna, mna, mnaanza maandalizi ya barabara hiyo, basi jaribu kukaa na wazee, kama inaweza ikapatikana sehemu nyingine, ili ikija zoezi la kuhamisha hiyo eneo la Seneti hiyo imesha patikana. Vinginevyo, nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akujalie, akupe afya njema ili uweze kuongoza yule kijana ni mwadilifu, yule kijana ni msikivu, yule kijana ni mtunza siri. Nalisema hilo kwa sababu ni kiongozi katika taasisi yangu ya vijana ambayo itatusaidia katika shughuli. Yule kijana ni mwadilifu wanaweza wakaleta wengine maneno yao, Mungu awasaidishie kwa hilo, lakini nasema umefanya jambo kaisa, yote niyo yasema kwenye kampeni yote, kwa maana mi kuwa siahidi sana, nilikuwa nasema kitu ambacho kwenye ilani. Kazi yangu ni kwenda kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuongeza ya kwetu ambayo inayapata sasa. Hapa serikali ikijenga soko, mimi nimefanya nini? serikali ikijenga barabara kilomita kumi, mimi nifanye nini? Kwa sababu mimi kazi ya mbunge nikisimamia ilani, hayo ni majukumu ambayo lazima yafanyike, hata ungekuwa wewe. Lakini kuna kitu cha ziada ambacho mimi kwa kushirikiana na ninyi inabidi tukifanye, either mimi au kwa kushirikisha wadau, na ndio maana nikaongelea uongozi shirikishi. Katika swala ya uongozi shirikishi, niwaambie jambo moja ambalo Bukoba tumechelewesha na mambo kama mawili, wazee wangu. Moja, kuna tabia ya kuzuia watu wanaotaka kufanya mambo katika jimbo letu la Bukoba mjini kwa hofu ya madaraka tunayokuwa naye mm. yeah. hayo limetuua sana na niliwaambia jana kwenye redio yeah. wote watakaofanya hayo mambo kwa wakati huu, anayepata baraka ni mimi. Mungu ameniteua mimi, wale waje, nikiwazuia watafanyaje? Mimi na imani uongozi wote unatoka kwa Mungu, hakuna aliyekuwa naniw anavuja Johnston atasimama kwa kuwa mbunge nani ananyoshe mkono kwamba lijuu. Kwa hiyo tukiwa na imani hiyo, jimbo letu la Bukoba mjini litakwenda kasi sana. Sasa natangaza hivi, anayetaka kuweka taa barabarani aweke, anayetaka kuja kuweka kitu chochote aje afanye kwa kufuata taratibu. Kwa hiyo mimi jana niongea kwenye redio, nimefungua milango. Najiuliza, ikienda Mwanza waliojenga maghorofa watu wataka kugombea nafasi zetu? Atujiuliza hilo swali moja tu. Kwa hiyo sisi hilo la kwanza. Tatizo lingine lililochosha Bukoba ni watu kufanya siasa muda wote tumemaliza uchaguzi, mtu saizi ameshaanza uchaguzi. Tutasogea. <laughs> <laughs> Mimi nimekuwa kiongozi na nitafanya hivyo na nitasema hivyo siku zote za maisha yangu, na ndio msimamo wangu. Sasa hivi inabidi tuongee neno moja, maendeleo. Watoto wanaendaje shule? Huyu mtu anayeposti kwenye mitandao, posti vitu vya aina hiyo, bwana, tunafanya nini? Tuna watoto wako shule. Yani mfano tukiingia kwenye mtandao, nitoke mle na kitu mbunge nimesoma cha kwenda kushughulikia taka unamtangaza mzee mzee kam, nani? Kambuga, Kambuga, Kambuga, Kambuga mpaka uchaguzi ufike. atakuwa amechoka hivyo <laughs> vitu tukiviacha viwili na fitina. tuna fitina mbaya sana na hii fitina haiko kwenye siasa, iko mpaka kwenye biashara. Mtu anafungua duka lake pale, mtu anamfitinisha anaenda kumwambia mama, amepata kadiri, kaka amechomeka kitu, mtu anaenda kumwambia mtu atoe, unapata nini? Ukienda Uganda watu wameishi kwa kufanya hizo mishemishe ndogondogo na kubwa kubwa wakachomoa maisha. Sasa mtu unaona mwenzako amefanya kitu akina madhara kwako akina madhara kwa mwingine, wewe unaenda kumwambia mtu mwingine unaopata ki. Tukisimama kwa misingi hiyo, tutawasaidia vijana wetu, tutasaidia vizazi vyetu na watu watapata baraka kupitia sisi. Niliwaambia jana kwenye redio mimi mimi kwa nafasi nilizokuwa nazo sasa, leo nimesha an yani, nifahamu vizuri kwa nafasi nilizokuwa nazo nilikuwa na uwezo wa kuja hapa nikaweka taa mimi mwenyewe. Nilikuwa na uwezo yani, watu waingia kaitaba, nilikuwa na uwezo wa kulipia kaitaba na watu wanaonifahamu hapa. Sikufanya hivyo kwa sababu gani? Mimi nilisoma kwa shida sana yaani mimi nimeishi kwa shida sana yaani, in short niwaambie ukweli, mi nimeishi maisha ya bangaiza bangaiza. Kuna kijana hapa ni jirani yangu, kijana anajua maisha yetu, yaani anajua, na ndio maana akiwa anauza vifaa vya umeme nikatoka juu kwenda kununua barubu kwa sababu tunajuana, kuna msaidiaje huko. Sasa baada ya kuwa hivyo, siwezi kuja kuomba kitu kwako kwa sababu nilikufanyia kitu, siwezi. Ndio maana tufanye na Mungu apende ndio maana mimi nawaruhusu watu waje wafanye, kwa sababu sidhani kama Bukoba kuna mtu anaweza akamchagua mtu kwa sababu amefanyia kitu fulani. Ni kukudhalisha wewe, familia zako, na anakuona huna akili. Tawafiki saa hizi anapaswa afanye vitu, kwa sababu ndo kazi yake. Simeelewa tofauti yake. Mimi nikisimama saa hizi nitasema muende kaitaba, ni mda wangu wa kufanya, na mimi baadaye mtanipima kwa nilicho kifaa kwa, kifa, kwa sababu nilikuwa nawatumikia ninyi sasa tutofautisha hizi fursa unazozipoteza, lakini na sisi wananchi tuwe na huo uelewa. Watu wanakuwa na na hofu kwa sababu sisi unakuta hatuna uelewa huo. Kuna mtu anaweza akamchagua mtu kwa sababu amempa mafuta ya pikipiki. Sasa tukiondoa hizo hofu, tukafanya matatizo, watu watafanya biashara zao na uchumi utapanda. Mimi kwa kweli ninawakaribisha, nawakaribisha na niko kwenye mikakati na wengine, nimeenda kuwaomba mimi wakubwa kabisa, msishangae kuna mtu anakuja. Nasikia mtu amepeleka magodoro kwa wazee, na mimi niko pembeni na ndamsifia mzaa atarara vizuri, lakini ameleta magodoro katika utawala wangu. Yule mzaa atajivunia injinia Mutasingwa na huyu amesema katika ubunge wangu Juma alileta kitu fulani. Mtashangaa katika utawala wangu mtu analeta kitu hapo, tunamsikia alileta wakati mimi, ndo utawala wangu. Tafiki ana ana marafiki wako. Mimi nimeongea na wabunge wengi, nimeongea na wabunge wa Moshi wametafuta watu wamechimba visima vya maji, watu wamejenga mashule, sio taasisi ni watu wenye pesa zao. Sasa hiyo hofu tuiondoe na tuwapokee, ila tufuate taratibu, kwa sababu misaada ina mambo mawili. Mwingine analeta msaada hajapata utaratibu, kumbe ni watu wamekuja kuisha mambo yao, kwa ajili ya usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo tulisimamia, lakini la pili, mimi maisha yangu nayo yapenda ni haya tulivyokujana. Sasa huu ndo msimamo wangu wa maisha yangu. Vijana wenzangu na akina mama tulinde sana amani yetu, nawaomba na sana na kwa upande wa vijana, mimi niwahakisheni ko pamoja na nini sana. Kuna mambo nakuja huko hapa, ni niko hivi naenda hivi, lakini huko nitafika, na Daktari Samia Suluhu Hassan anawapenda sana vijana, ndio maana ameanzisha wizara tu ya vijana kushughulika na mambo ya vijana. Kwa hiyo naomba tuwe na utulivu na upole wakati tunaendelea kuchakata zile changamoto za vijana ambazo tuna tunazo, lakini niwahakikishie amani tuliyonayo nayo ndio maana tuko hapa sasa hivi. Yani kungekuwa hakuna amani, yote hii mipango tuliyonayo haiwezi kufanyika. Kwa hiyo, niombe niombe niombe sana, sisi tuwe walinzi namba moja wa amani yetu katika jimbo letu. Amani hii mimi nimetoka huko duniani. Amani hii ni mbaya ukiwa nayo, ila ni nzuri ukiikosa. Nasema kazi mbaya wanasema uwe na uwe nayo, kama hauna ndio utajua uzuri wa ile kazi. Kwa hiyo tulinde amani yetu na sisi tuwe walinzi namba moja wa amani katika nchi yetu na katika maeneo yetu. Changamoto zote zilizopo Tutaendelea kuzitatua kwa uharaka na kwa uhitaji . Ule mtu ambaye anahitaji, mimi nipo tayari muda wowote kutoa ushirikiano wa jambo lolote kwa mtu yeyote. Niko tayari kwa muda wowote wakati wowote kutoa ushirikiano kwa mtu yeyote mm. Niwaombe sana tulinde amani yetu Amin. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mm. mimi nitoe shukrani zangu za dhati kwanza kwa, kwa mheshimiwa ambaye E, atakumbuka kwamba alipita hapa miongoni mwa maneno mliomweleza ukahitaji chombo hiki ambacho ndani ya siku mbili tu baada ya kuingia jimboni ameweza kutimiza. Mimi kwa niaba ya hawa wazee mii sana na e, waswahili wanasema e, kizuri cha jiuza e, e, ili dalili njema zorokomesha linongoneza hapa kwamba sasa kwa hali hii kwa kweli sikuja hapo nzuri akusema ni, ni kwamba kijiwe hiki cha Senet kama walivyozungumza historia yake, ili sizungumzi wakikongo kwa sana, sana. E, na pengine ni kwa taarifa tu, baada ya kuzinduliwa na msomi mi wakati ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Bilele, hiki kijiwe kilifahamika kama shina na wanachama baada ya hapo kuonekana kwamba watu wengi sasa hawakai hapa na katibu wetu wa chama yuko hapa, ambaye alikuwa ni shahidi, ambao walikuwa wanakuja msomo walitukabidhi kijiwe hiki <tipi> ikiwa pale wanagwishi la Jumanne. Lakini baada ya hapo kuonekana kwamba wale wanachama kuonekana kwamba wale wanaoani smoa tuliweza kijiwe kukitoa kwenye mashina tuliweza kukibakiza kwenye shina la wakereketwa wa chama cha mapinduzi wazee wa Senet. Kwa hiyo kinafahamika na kwenye orodha yetu, chini ya katibu huyu niweiki kibo na ni maarufu sana. Lakini